Yo yo outfit eh uh, it's collected from different people. Eh mm -hmm. uh, kama jacket ilikuwa jacket ya wedding ya father. Mm -hmm. Eh true oh, story. Wow. Mm -hmm. Tambo sana hiyo. <laughs> mm -hmm. eh, ni mm -hmm. Not eh, on... jacket, yeah, yeah. imetoka Not a jacket. Ile ile imetoka kwa harusi ya father. Mm -hmm. Aya, kiatu nilikuwa nimepewa na father. Alikuwa amegiftiwa mm -hmm. Na msei. Sasa unajua mguu ya fadhe ilikuwa mm -hmm. uh, eh, labda ashonewe kiatu ilikuwa <laughs> <laughs> <laughs> bigi kiasi, so akanipatia hiyo, jua inge mtoshea. mm -hmm. Uh, tukaenda kwa shati, uh, shati nilitoa Maseno University. Kuna beshte yangu anaitwa Mwaki, jamaa wa mandevu, yendo alikuwa na hiyo shati. Yendo, so, alimbiwa ile song ya nani anasemaga hivo yoyote, hiyo shati ikatoka kwake and then uh, sasa ndo nilinunua Gikomba hiyo mm hiyo -hmm. Naye niliitafuta niliitafuta sana mm -hmm. uh, niko na shati tatu actually hata <coughs> si moja mm -hmm. na shati tatu, moja ikatoka TZ ingine Kitengela. Sasa so, wakiona ako ka outfit, kamebeba mambo. Mm. Ah, kamebeba stories kuna mm. shati imevuka boda, niliendea hadi TZ mm. uh, kuendea hiyo shati nikakaa huko wiki kama moja hivi alafu nikarudi. sasa fea na bei ya shati gani ilikuwa juu. gikwamba ungepata hiyo shati? Okay, hauwezi pata n hizo shati ni tatu dunia mzima <laughs> <laughs> <ameanza. laughs> <Aya>, so yako <laughs> <laughs> yangu mm. na hizo mbili nimewambia niko nazo <laughs> mm. <laughs> <laughs> so, so.